Ndugu zangu, jengine ambalo nataka nizungumze nanyi leo ni swala la utulivu wa kisiasa na amani ya nchi yetu. Tunaingia kipindi cha uchaguzi. Mwanzo nilipokuja kujitambulisha, ahadi kubwa niliyoitoa ni kuifanya Tanzania iwe na amani na utulivu, na nilipotembelea kisiwa cha Pemba kubwa waliloniomba wazee wa Pemba kufanya uchaguzi kwa amani na utulivu, na hili ndilo nalotaka nilitilie mkazo. Tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu kwenye nchi yetu, ninawaomba sana, ninawaomba sana, twende tudumishe amani na utulivu. Uchaguzi si vita, uchaguzi ni tendo la kidemokrasia ni watu kwenda kwa utaratibu uliowekwa kuweka kura zetu, rudi nyumbani katulie ili nchi ibaki salama. Sasa si muda wote kushika silaha kunaleta suluhisho, si muda wote. Muda wote kushika silaha yoyote, iwe ya moto, iwe ya, ile ya, ki, ya kimila na kijadi, hakuleti suluhisho la maana. Niwaombe sana, ndugu zangu wote wanaotusikiliza Amani na utulivu wa nchi yetu ni jambo la muhimu zaidi kuliko mengine yote, na hasa wakati huu wa uchaguzi. Nataka na niwatoe hofu ndugu zangu wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vile vya Zanzibar vimejipanga vyema kulinda nchi yetu sasa Utaki kishindo, kapige kura, rudi nyumbani, tulia. Tumejipanga vyema.